Yani bitolea kukuhereza nyene. Sawa, unaweza kuondoka.

Hodi hodi, bwana. Karibu bwana, karibu. Salama kabisa? Anakusikiliza ndani. Mambo mambo kidogo, unajua asubuhi. Babu naam, kilichonileta hapa mimi kuhusu mjuku wako Mchapeni, kuhusu mjuku wako Mchapeni. Ah, Tani uwa mtoto. hata usiwe na hati hmm. Bwana Mchapeni, leo nimemkuta katika mazingira ya kutatanisha uh -huh. tena nimemkuta yuko na binti wa watu, afu na binti mwenyewe ni mwanafunzi, mwanafunzi binti mwenyewe sasa kipindi nafuta, nafuta na nao gomba nao, Mchapeni akaondoka inavyomvutavuta ule binti akaniambia neno kwamba e, e, tayari mimi, sijui tayari. Hey, lakini nini mona sasa bana, sikiliza mimi bana, nnakuheshimu sana, tena ninakuheshimu. Nimekusikia umeongea mengi sana huko, ukimtaja Mchapeni, lakini mimi Mchapeni nikwambie mim hata kumsikia na nikwambie, habari za mchapeni kusimama barabarani sijui kusimama wapi sijui kusimama na nani kwa babake. Sasa babu, mimi nimekuja hapa kwa sababu najua mchapeni anakaa, am nilivyojua kabisa huyu kwa sababu kwa babu yake pale, mafunzo yote kawapatia, habari akilizi za babu yake kabisa, huko heshima mzee kabisaa Ah, tweni. Kwa hiyo mimi nikajua hapa, nami ndo hapa. hey, mzee wangu, wow, na sasa navoniambia mimi hapa we, hey, habari zake sikwambii. Ah, ah. Mimi Mchapeni kasanifanyia mengi sana ya kuniudhi hapa nilipo mimi, mpaka mimi nitakuwa masikini kwa sababu ya Mchapeni. Mchapeni akija hapa, nazi anangua, embe anachuma, ndizi anakata, mihogo anaoa, yote anakwenda kuuza, hela anakopeleka sijui sasa leo hii ukiniambia Mchapeni sijui nini, kwa baba wake nakwambia, mambo ya Mchapeni mpelekee baba yake. Mimi sihataki Mchapeni simtaki tena, ninasema kabisa, uelewe mimi simtaki Mchapeni. Alichonifanya kinatosha. Basi sawa, kwa sababu mimi naona hapa sitambulia kitu mimi. Cha msingi ninachobidi nifanye, niende kwa baba yake nikamwambie barabara kabisa, hapo ndo ninapopataka. Basi sawa. Mi ngoja niende, maana kile kilichonileta ndio hicho nawo, umesema wezi utaki na hizo habari za mchapeni. Mi ngoja niende kwa baba yake. Karibu ah, lakini mama yako anatengeneza tengeneza, basi tungekaa kidogo pate, lakini kwa jambo hilo la mchapeni mimi bwana simo. Mchapeni Chala, mchapeni, Chala, mchapeni. Chala, mchapeni. Chala, mchapeni.

ikuwepo nauliza kwa ah, kwa Diana, wewe kwa Diana, mgeni ujaai kufika kabisa? Ndio mara ya kwanza au sio? Akuwa dada yako amekwambia na kaa huku sindio? Yeye amenielekeza maeneo haya

Nilita, mwanao Mchapeni, ah, baba hapa kwa sababu umejua kumpa jina sasa. Iba, sasa hivi na wachapa, Bacha, na watoto. Acha bwana, sio asio, namaanisha kuchapa, baba anachapa fimbo anatembeza yule baa le mtoto anawachapa tu wenzake mtaani, ovyo, ovyo. <laughs> Sio fimbo hizo unazozijua wewe. Mchapeni leo bwana nimemkuta na mtoto nimemkutanam yule wa kike. Mwanangu mimi mchapeni huyu. Wewe huyo mwana, nimewakuta tena nimewakuta kwenye mazingira tata, uwezi amini. Mchapeni, vifungo vipo wazi vya shati, yule binti naye ukujuka baki wapo, karibu, karibu. Afu, zedi, Ma, maneno, Ma, na sidilia tupu maona wapo karibu karibu, alafu mbaya zaidi wapo na uniform. Bwana, maneno unaosema ya kweli? Bwana nisikilize, Mimi mkubwa, sio kama naweza nkamsingizia mtu.